BW. Vijana Tugutuke. Karibu msikilizaji wa Dochivele katika makala yetu haya ya Vijana Tugutuke. Leo tunajadili kuhusu hali iliyojitokeza nchini Tanzania na ushiriki wa vijana katika kuleta sura mbadala. Uchaguzi ulifanyika Oktoba 29. Uchaguzi ambao uliisha kwa kuibuka kwa vurugu, maandamano, machafuko na hata vifo. Baadhi ya waangalizi na hata wananchi wanataja kwamba uchaguzi wa mwaka huu ulikuwa na ushiriki mdogo sana wa watu waliojitokeza vituo vya kupiga kura. Na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi yenyewe ilitoa taarifa kwamba idadi ya wapiga kura waliojitokeza nchini Tanzania mwaka elfu mbili na ishirini na tano walikuwa takribani milioni thelathini na moja. Je, machafuko yaliyojitokeza yameacha funzo gani kwa vijana? Na mwisho tutaangalia ni nini kifanyike. Nilionao watajitambulisha majina yao. Karibu. Kwa majina, naitwa Paulina Desideli, ni mwanachama wa Chauma. Mimi naitwa Uzia Mbatuka, ni msanii wa filamu hapa Kasulu na ni mwenyeji wa hapa hapa, lakini pia ni mwanachama wa CCM, na ni katibu mwenezi wa tawi la Kwizela. Majina naitwa Eliakim Zakayo Kechegwa, ni mwenyekiti jimbo la Kasulu mjini kupitia Chauma. Naitwa Limundi Sanzige, ni mwenyekiti wa vijana kupitia chama cha wananchi Kafu. Na msikilizaji, hao ndio ambao leo tutajadiliana nao kuhusiana na mada ya kilichotokea katika uchaguzi mkuu wa Tanzania kuigiza mwongozaji wa majadara wetu, nianze na Bwana Eliakim Zakayo. Kwa upande wako funzo gani wewe wamechukua? Uh, sema kweli kwa yaliyojitokeza hapa Tanzania, kuna mambo machache nimejifunza. Oloza iliyoandikishwa siyo oloza iliyojitokeza kwenye kupiga kula, na wala siyo oloza niliyoikuta kwenye hati ile hati ya matokeo ambayo kila kituo unatoka nayo. Kwa sababu. na kuhusu machafuko, kusema kuhusu machafuko, kweli funzo ambalo naweza nikajifunza, kuna wakati jambo lolote likitokea sina budi kukaa ndani, kwa sababu unapogombana na mtu ambaye ameshika mpini, wewe utaumia. Kwa sababu ndugu zetu wamepotea, ndugu zetu wame, wamepoteza maisha yao kwa sababu ya maandamano, kwa kudai haki zao. Asante kwa, kwa utangulizi eh, liakimu anasema ukigombana na alishika mpini bila shaka vidole si haki yako. Nije kwake uh, uzia mbatuka kwa upande wako. Mimi kwa kweli kilichotokea katika uchaguzi hii Oktoba ishirini na tisa nimebaki na funzo kwamba vijana tusiwe na mihemko au tusi tusiwe na tabia za kuiga, yaani unapoona kitu mtandaoni labda mtu anahamasisha kitu fulani, jaribu kufikiria kwanza. Unapodai haki yako usidai kwa kumwaga damu Natakiwa ukadai haki yako kwa hoja. Kwa kweli funzo langu ni hilo kwa vijana, kwamba tusifate mikumbo. Ni Fauzia kutoka Chama cha Mapinduzi, Chama cha Wananchi CUF. Bwana Raymond, kwanza nikizungumzia uchaguzi wa Oktoba ishirini na tisa ni kwamba nitakuwa ni mchoyo eh, ambapo hata kama likitokea baya, ila kwenye mazuri tuweze kuyazungumzia. Hmm, nitaweza kuisifia Tume ya Taifa ya Uchaguzi, ilijitahidi kuzarisha maeneo mengi ya kupigia kura imini vituo vingi kutokana na vituo ambavyo vilikuwepo nyuma. Ile ilikuwa ni moja kwamba walikuwa wamejipanga kwa ajili mahususi kabisa ili waweze eh, kuepukana na mlundikano wa watu kuwepo katika kituo. Lakini pia eh, jambo ambalo limeweza kuleta uh, fujo ni kwamba eh, mara nyingi sisi vijana naona ni kwamba ni uzembe wetu, kwa sababu vijana wa sasa sio wengi ambao wanaweza kwenda kusikiliza majukwaa, kusikiliza TV eh, lakini pia hawafuatilii taarifa mbalimbali, kwa sababu katika uchaguzi huu walikuwepo vijana ambao wameweza kuchukua kugombea nafasi mbalimbali. Kwa hiyo watu ambao walikuwa kama vijana ambao pengine ndio walioanzisha maandamano hayo walikuwa na nafasi ya kuweza kusikiliza sera mbalimbali za vyama ambapo naamini kupitia vyama ambavyo vimeweza kushiriki vyama kumi na saba na zaidi nafikiri ambavyo vimeshiriki, huenda pengine e, wangeweza kufanya matokeo, japokuwa kwamba kuna mambo mengine ambayo walifanyika ambayo sitofahamu, ila nafasi ilikuwepo bado katika vijana. Labda tumsikilize Paulina Desdeli. Kwa upande wako, mimi uchaguzi wa mwaka huu kuna kitu nimejifunza, na ndani ya kujifunza ni pale tu ambapo wakati tumesimamia vile vituo vilikuwa na idadi ya watu wanaotakiwa kuja kupiga kula na nilijitahidi kuzungukia vituo vyote baada ya, ma, ya kumaliza uchaguzi, nikakuta kwamba waliopiga kula ni watu hawaku, yani mia nne hamsini wanapiga watu thelathini na saba thelathini na tisa wakienda sana arobaini kati ya vituo vinne ambavyo mimi nilizungukia ambavyo vilikuwepo kweli. Tume iliandaa vituo vya kutosha, watu wasiwe na msongamano sana, na hiyo walifanya vizuri, lakini pia baada ya hapo tukapewa yale matokeo kwamba waliopiga kula ni watu hawa na aliyeshinda ni huyu. Kwa zile kula ndogo ambazo watu thelathini na saba, ina maana waliopiga kula hawakuwa wengi, na bila shaka kuna kitu walikiona ambacho wao ilitakiwa serikali au tume kwa ujumla kukiangalia kesho kisije kikatokea tena. Asante sana, nini kifanyike au vijana wanapaswa kufanya nini ili sauti zao zisikike? Nianze na bwana Eliakim Zakayo. Mimi nahisi kitu ambacho inatakiwa kifanyike ili haki za vijana zisikike na zifanye kazi, ningeomba walioko madarakani wenye mamlaka wapate muda wa kukaa na vijana, wapate muda wa kutusikiliza vijana, kwa sababu asili ya mwanadamu huwa ana jambo ambalo linakuwa linamsumbua kichwani anapokuwa ametengwa mbali na vyombo vya kisheria huwa kuna wakati anajihisi kama amesahaulika kwenye jamii au kwenye taifa lake. Atakapokuwa akisikika na hoja zake zikafanyiwa kazi, nadhani tutapunguza machafuko, tutapunguza kero za vijana na amani kwenye taifa letu itapatikana kama ilivyo tangu zamani. Wewe unasema serikali itoe nafasi ya kuwasikiliza vijana, na je vijana wenyewe wafanye nini? Fauzia, kwa upande wako, vijana wenyewe? Mimi sipo mbali na Bwana Eliakimu. Vijana wanatakiwa kuandaa hoja za msingi, lakini pia wanaweza wakaandaa hoja za msingi wasisikilizwe. Kwa hiyo niko pale pale kwamba wenye mamlaka au serikali itenge muda wa kuwasikiliza vijana wanachotaka. Paulina, kwa upande wako? mimi kwa upande wangu, kwa sababu uchaguzi ni kwamba ni wa uhuru na haki, haki tu itendeke uchaguzi. Pale ambapo mimi nilikuwa wakala, walikuwa watu mia nne na hamsini waliopiga kura watu thelathini na saba, baadaye matokeo yanayotangazwa yanakuwa tofauti kuwa kuna kitu ambacho walihamasisha wakati mwingine kwa hao. kwa hiyo mimi nitoe tu ombi langu, ni kwamba kwa sababu Tanzania ni kwamba uchaguzi wao wa huru na haki, hiyo haki itendeke, mwananchi au raia au kijana mchague yule anayemtaka. Msikilizaji, na hapo ndio mwisho wa makala yetu ya Vijana Tugutuke. Ulikuwa nami Prosper, kuigiza mwongozaji wa majadara wetu, na bila shaka kijana kokote uliko, unaesikiza Deutsche Welle utakuwa umejifunza kitu cha kufanya na wewe unatafakari kilichotokea Oktoba 29, kimeacha funzo gani kwako? Hadi mara nyingine, kwa heri kwa sasa.